Haka kasichana kanaitwa Angel, kondakta wa daladala, lakini ni mdogo sana kiumri kwa yeye kufanya kazi ya ukondakta. Hapa kafikisha abiria sehemu husika, lakini ni mzinguaji kinoma. Kama hulimpa hela kubwa, basi usitarajie kabisa chenchi. Kawazingua baadhi ya abiria wakaondoka bila ya kuchukua hela zao. Pale kuna huyo mzee akamganda, hataki kuacha hela yake nyuma. Angel akampanga mzee aondoke, asichukue chenji, ila mzee mwenyewe ni kama hazimo kichwani vile, akamkosa ngumi pale. Angel akamwambia we, mzee, unajikuta chizi? Hem, niangalie mimi vizuri mimi ni chizi zaidi yako. Huyu mzee alikuwa ongei mengi, mzee akanyanyua gongo lilikuwa chini pale, akamkosa nalo Angel tena. Hapo Angel akaona kweli isha kuwa mbaya tena, huyu mtu ni chizi kabisa, akamuuliza tu anamdai kiasi gani, kisha akampa na zaidi ya mtoke tu. Kuna huyu mjomba ambaye Angel anamuita oga seksi, alikuwa anarekebisha gari, akatoka baada ya kusikia Angel anapiga kelele, akamuuliza nini kinaendelea, nani anakusumbua kwenye imaya yetu? enjo akanyosha kidole kwa mzee kule, ogaseksi akaunga naye, we mzee, humuoni yule ni mtoto, unataka vita au unajitia wewe chizi? Wenzio tulianza tisini ujue. Mzee akampiga jicho na semaje, wewe? Akaanza kumfuata muonyeshe uchizi wake vizuri. Enjo anajua kiseki na suluhisho kule, ogaseksi akampita mwendo, akasongwa mzee, ikabidi tu sasa wote wakimbie, maana kambi ishaingiliwa tayari. Haya ndo maisha yao ya kila siku. Swali, kwa nini afanye kazi ya kuwa konda katika umri mdogo kama huu, tena mtoto wa kike? Ipo tu sababu yeye kuchukua majukumu ya kiutu uzima. Hii ni rikapu ya A Guardian Angel. Hakikisha umesubscribe kisha gusa alama ya kengele ili tuwe pamoja kwenye jumba la mswahili. Mimi ni Clay mswahili. Huyo Angel anaishi na dada yake anayeitwa Adora. Ni mgonjwa kwa kipindi kirefu sasa kiasi, ameshindwa hata kwenda kazini na kiumri Angel ndo mdogo lakini kimajukumu ni mkubwa sana. Wazazi wao walifariki miaka kadhaa nyuma, na inasemekana kabla ya kufariki kuna mali mzee aliachaga, yani kuna nyumba alijenga na pia kuna viwanja vitatu aliviacha, lakini vipo wapi? Maana wasingeishi kwenye maisha ya tabu kama hivi. Usiwaze, twende taratibu tu. Hapa anajaribu kumsihi huyu ambaye ni dada yake, anaitwa Adora, azingatie dawa na pia azingatie mambo ya misosi na nini ili aishi kwa matumaini. Pia akasema atahakikisha anamnunulia dawa kila zinapokaribia kuisha. Yaani unasikia dada, nitafanya chochote, nitaenda popote pale kuhakikisha na kupambania dada yangu. Haya bana, leo kama kawaida Enjo mzigoni, lakini alikuwa kwenye gari ana mawazo tele na machozi yanamtoka. Akaja huyu ambaye ndiye huwa wanafanya wote kazi, akamuuliza Enjo, kaka shida nini? Mbona unalia? Wewe ni kama binti yangu, kipi kimetokea? ya kwani Enjo akamwambia, hebu angalia maisha yangu, angalia hali nilionayo bro sexy. Huu ni muda ilipaswa niwe shuleni, lakini nipo wapi? Nipo huku nazichanga. Na pia Angel anasema wanateseka sana, yeye na dada yake, kama hawakuwahi kuwa na wazazi vile, ila kuna mali ambazo baba yao aliziacha na kuna mtu anazitumia kama za kwake. Na dada yake ni mgonjwa, asipopata dawa atafariki, na hata akipata hizo dawa si za kumtibu moja kwa moja, ni za kutuliza maumivu tu. Matibabu ya kumtibu moja kwa moja ni mpaka afanyiwe sajari, na hiyo sajari inatakiwa naira milioni sita, na wao maisha yao kula kwenyewe kwa manati Naira milioni sita wanatoa wapi? Ah, ah, hizo hela hata kwa macho sijawahi kuziona. Nimeishia kuzisikia na kuziandika kwenye makaratasi. Itakuwaje sasa? Tumtafute huyo mtu ambaye ameshikilia mali za mzee wako tukamvuruge. Enjo akasema dada yake hataki hivyo kabisa, hawezi kubali wafanye hivyo. Ingekuwa anakubali yeye mwenyewe angesha wavuruga kitambo tu, maana anajijua mwenyewe, ila anachofia ni maisha ya dada yake, maana siku zinaenda zipopata matibabu, anaweza akafa mazima na kwa umaskini walionao, kumudu hizo hela inakuwa ngumu kwao. Alafu kingine, ndio kila kitu kinamtizama yani, na umri wake bado ni mdogo sana kufanya hivyo. Oga Sexy akasema yeye atasimama na Angel atamsaidia, ni kama mtoto wake tu hivyo maumivu yake anayachukulia kama ni ya kwake. Wakawa wanafarijiana pale. Unajua leo hatujafanya kazi eh? Na pia wiki iliyopita uliona nimelipia ada kwa ajili ya watoto wangu, ila chukua hiki kiasi kidogo kitakusaidia sana. Angel, kaka nenda ukanunue dawa kwa ajili ya dada yako na pia kanunua chakula. Oga Seksi alimzingatia sana Enjo, hakutaka kumwona analia kabisa. Pili, anatambua juhudi zake, na akamwambia atafanya njia yoyote ile, ili, ili mradi dada yake apate ya matibabu tu. Basi makumbato pale, kutiana moyo, machozi mengi muda huo.